Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, TMA imesema katika kipindi cha kipupwe ambacho huanza mwezi Juni hadi Agosti kitaambatana na mvua za nje ya msimu katika ukanda wa Ziwa Victoria na ukanda wa Pwani. Taarifa hiyo imetolewa na Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa mamlaka hiyo na Makamu Mwenyekiti wa Jopo la Kimataifa la Sayansi ya Mabadiliko ya Hali ya Hewa na Tabia Nchi Duniani, Dr. Ladislaus Chang'a jijini Dar es Salaam, huku akieleza kuwa kuna uwezekano wa kutokea kwa magonjwa yatokanayo na baridi pamoja na macho, huku akitaka tahadhari kuchukuliwa kujikinga na maradhi hayo. Hali ya baridi ya wastani hadi joto kiasi inatarajiwa katika maeneo mengi ya nchi yetu, na vilevile, hali ya baridi ya wastani hadi baridi kali inatarajiwa katika maeneo mengi ya mikoa ya Kigoma, Tabora lakini vile vile Rukwa, Katavi, Singida pamoja na maeneo ya magharibi mwa mkoa wa Dodoma. Na kwa ujumla tunatarajia kwamba hali ya joto la chini katika maeneo ya mwambao wa pwani ya kaskazini ambayo inajumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Tanga, lakini vile vile kaskazini mwa mkoa wa Morogoro na katika visiwa vya Unguja na Pemba, tunatarajia kwamba joto la chini litakuwa kati ya nyuzi joto kumi na sita mpaka ishirini na nne lakini katika maeneo ya miinuko uh, tunatarajia kwamba joto la chini linaweza kuwa chini ya nyuzi uh, joto kumi na mbili na katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki ambayo inajumuisha mikoa ya Kilimanjaro, Arusha pamoja na Manyara hali ya joto la chini inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto kumi mpaka ishirini. Lakini katika maeneo ya miunuko uh, tunatarajia kwamba joto la chini litaweza kuwa chini ya nyuzi joto kumi. Na ukanda wa Ziwa Victoria ambayo inajumuisha mikoa ya Mwanza, Mara, Geita, Kagera, Shinyanga na Simiu, kiwango cha joto la chini kinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto kumi mpaka kumi na nane katika maeneo mengi. Lakini magharibi mwa nchi yetu ambayo inajumuisha mikoa ya Tabora, Katavi pamoja na Kigoma uh, tunatarajia kwamba kiwango cha joto la chini kitakuwa kati ya nyuzi joto kumi mpaka kumi na nane katika maeneo mengi uh, ili hali kanda ya kati ambayo inajumuisha mikoa ya Singida na Dodoma uh, joto la chini inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto kumi mpaka ishirini, na nyanda za juu kusini magharibi mikoa ya Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, njombe pamoja na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro. Uh, tunatarajia kwamba joto la chini litakuwa kati ya nyuzi joto sita mpaka ishirini na chini ya nyuzi joto sita kwa maeneo yenye miinuko na ukanda wa pwani ya kusini ambayo inajumuisha mikoa ya Mtwara na Rindi. Uh, joto la chini linatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto kumi na mbili mpaka ishirini na kwa upande wa mkoa wa Ruvuma ni kati ya nyuzi joto nane mpaka kumi na sita Hata hivyo tunaendelea kusisitiza kwamba vipindi vya baridi zaidi vinatarajiwa vina hususa katika mwezi wa Julai. Sasa ufuatao ni mwelekeo wa upepo uh, kwa ujumla kuanzia mwezi Juni mpaka Agosti uh, tunatarajia kwamba upepo wa wastani, wastani utavuma kutoka kusini mashariki katika maeneo mengi ya nchi. Lakini vipindi vichache vya upepo mkali utakaovuma kutoka kusini hususa kwenye mwezi wa Juni na Julai pia vinatarajiwa katika ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi pamoja na maeneo ya nchi kavu. Kwa upande mwingine, katika msimu wa kipupwe uh, vipindi vya mvua za nje ya msimu pia vinatarajiwa hususa katika ukanda wa Ziwa Victoria, mikoa ya Kagera Geita, Mwanza na Simiyu pamoja na Mara, lakini upande wa ukanda wa pwani mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, Mtwara, Lindi na Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, pia tunatarajia kwamba kutakuwa na uwezekano wa kuwepo kwa mvua za nje ya msimu. Sasa, ufuatayo ni tathmini ya athari ambazo tunazitarajia la uh, kwanza ni magonjwa yanayohusiana na, na hali ya ubaridi kama vile homa ya mapafu na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza ingawa kwa kiasi kidogo, lakini vilevile, hali ya vumbi linalosababishwa na upepo katika baadhi ya maeneo inaweza kupelekea uwepo wa magonjwa ya macho. Sasa tunatoa ushauri ufuatao: kwanza, tahadhari za kiafya zichukuliwe ili kulinda jamii dhidi ya magonjwa yanayoweza kusababishwa na hali ya baridi pamoja na vumbi. Wakulima pia na endelea kushauri kwa uh, kuzingatia pia ushauri wa maafisa ugani, lakini kulima mboga mboga na mazao ya mizizi kama viazi katika maeneo ev lakini